Hebu tuangalie mfumo ambao nimeutengeneza kupitia software ya Laravel. Ah, uh, unajua dunia sasa hivi iko kiganjani. Unaweza kufanya chochote ambacho unakitaka. Kikubwa wewe una idea ni kitu gani ambacho wewe unataka kukifanya. Hebu tuangalie mfumo ambao nimeutengeneza. Uh, kwa hiyo mfumo ambao niliotengeneza unahusu mfumo wa kuendesha biashara. Namna gani? Unaweza kuendesha biashara, taarifa zote za biashara zikazi kwenye sehemu moja na sio taarifa ziko huku, ziko huku, ziko huku. Kwa hiyo mfumo nimejaribu kutengeneza kwa namna ambayo mfanyabiashara hahitaji tu za ziada kutoka nje kuendesha biashara yake. Taarifa zote zitakuwa ziko sehemu moja. Ngoja, ngoja sana nikupitisha kwenye mfumo ukoje. Mfumo nimeweka ni dashboard. Dashboard ni sehemu ambayo nitakuwa naangalia ripoti zote kuhusu page zote zinazopatikana au tools zinazopatikana katika mfumo huu. Sehemu ya pili nimeweka asset na una user, watumiaji au wa, wateja wangu wanaotumia mfumo huu. Sehemu ya tatu nimeweka ni product. Product ni bidhaa zozote ambazo, nina, ambazo ninazo ni, uh, ninauza au bidhaa ambazo ziko sokoni na hizi product, mfumo una, unaweza ukaongeza bidhaa vilevile. Hapa nimekuwekea unaweza ukaangalia taarifa za bidhaa na unaweza uka edit, au unaweza ukafuta bidhaa ambayo ipo tayari. Ma, ya tatu nimeweka size na post. So huu ni mfumo ambayo unaweza ukaunganisha kifaa ile unapoenda supermarket, mtu analipa kupitia kadi Aidha, kama umefanya pro, uh, local au umefanya transaction online, mfumo huu una support kila aina ya malipo, kila mfumo wa malipo ambao unaweza ukaufanya. Namba uh, tatu ni order, labda unauza mtandaoni na unataka kutengenezea order, mteja iko mkoa fulani, unataka kumtengenezea order, aidha wamenunua bidhaa kwa hiyo masuala yote ya oda yatakuwa yanaonekana hapa, na unaweza ukaona taarifa za oda, na inakuonyesha kama oda imedeliver au iko kwenye iko uh, njiani au iko kwenye process ya kusafirishwa au zimewekwa pending au umecancel. Kwa hiyo mfumo ule umetengeneza kwamba inaweza ikakupa taarifa zote, hata ukiwa na biashara elfu kumi hata ukiwa na bran branches sijui ngapi, mfumo bado utakuonyesha kila kitu kwa uwazi na kwa upekee kabisa tuna CRM. Oh, hii ni mfumo ambao uh, unahusiana na suala la marketing na wateja wako, yaani uhusiano wa wateja uh, yani namna gani unaweza ukatengeneza kampeni namna gani. So CRM inahusika kwenye masuala kama hayo, so taarifa za wateja. Tuna finance So katika kampuni yoyote lazima swala la finance iwepo, na hii inakuonyesha kwenye mfumo huu niliotengeneza, kwamba performance ya finance ni shingapi, ulipata shingapi, uliingiza shingapi, ulipoteza shingapi. Kwa hiyo inakuonyesha hata kwenye mistari, mwaka gani ulipata shingaza, siku gani, mwezi gani, na ripoti yote inakuonyesha. Huna sababu ya kuangaika, kila utakachokifanya kwenye mfumo huu bado kitakupa taarifa sahihi uh, kuhusu uh, itakupa taarifa sahihi kuhusu ya pesa, yani finance. So ingine ni, ni payment. Hii sio lazima sana ai ni kuona namna gani wateja wanafanya malipo. So tunaenda hapa ku report report ni report, report ya mwezi labda kuhusu malipo report ya mwezi kuhusu finance statement report ya mwezi kuhusu customer report ya mwezi kuhusu kwa hiyo hapa kwenye report, unapata kila kitu na vile vile unaweza ukaandika ripoti mpya na ukafanya marekebisho. Na nyingine ni work drive. Hii ni sehemu ambayo faili zako zote, ambazo labda una document za kampuni, una leseni, una document zozote ambazo unajua kwamba ni document za nyumba, ardhi, utakuja kuzihifadhi hapa. Kwa hiyo document zote unazihifadhi hapa na unaweza ukazidownloadi na unaweza ukafanya chochote zikiwa ni document . Hapa tuna books. Books ni kama vile finance, lakini hapa ninaongeza kidogo, kwa sababu hapa kutakuwa kuna invoice kutakuwa na expensive, yani ni maswala ya ripoti hapa tuna desk, yani customer care. Uh, kampuni yote lazima iwe na customer care na hapa kwenye desk ndio ndipo mteja atakuwa anauliza maswali na kujibiwa au atakuwa anapiga simu au unaweza ukachati na mteja kupitia online. Kwa hapa tuna mail kwa hiyo hapa ni sehemu ambayo utakuwa unatuma report utakuwa unatuma um, email kwa mteja au kupokea email yako hapa tuna asset. Asset ni vitu vyote kama vile kompyuta. Umenunua kompyuta, lazima uisajili hapa, iwe imesajiliwa kwenye mfumo. Labda una software chochote ambacho una, una asset nacho kitakuja kukaa hapa, na unaweza kuongeza vile unavyotaka. Kwa hiyo tuna project, kama nilivyosema kwamba mfumo umechukua kila kitu. Project ni sehemu ambayo, oh, labda umepewa tenda ya kujenga nyumba na M, hapa kwenye projeti kila kitu utakuwa unaweza ukakiangalia, uka, uka project, ukaandika projeti yako namna ile, ile, ile kazi uliyopewa itakavyofanyika, bajeti na kila kitu kitakuwa hapa. Kwa hiyo hayo ndio mambo muhimu ambayo nilitengeneza, na mfumo bado hujakamilika huko kwenye marekebisho, na hizi ni hatua za kwanza ambazo mfumo unaruhusu wewe kufanye kila kitu katika masuala ya kuendesha biashara yako. Labda unataka kuendesha biashara yako, unataka kuanza kuchukua tena um, tuzi kutoka nje, unataka kila kitu kiwe sehemu moja. Kwa hiyo mfumo utaruhusu kufanya hivyo. Na mfumo unakuja na options zingine, tools zingine ambazo zitakusaidia zaidi kama vile website una sababu tena ya website hiyo kwingine, website itakuwa hapa. Unaweza ukatengeneza website yako hapa na ikaonekana hapa hapa. So huu ni mfumo ambao nimeutumia kupitia Lovable. Kwa hiyo badala ya kutumia pesa nyingi, hata wewe unaweza ukatengeneza mifumo kama hii na ikakusaidia kabisa kwenye biashara yako, au ukatengeneza mifumo ambayo wewe una unataka au kile ambacho wewe unataka kukifanya. So asante sana. Mwisho labda nitaki nikwambie, kama unapenda kutengeneza mfumo kama hii, niwekee komenti yako hapo chini, na mimi nitakuelekeza namna gani na wewe unaweza ukatengeneza mfumo wako mwenyewe na ukaokoroo mwenyewe na kila kitu ukafanya wewe mwenyewe bila kuingiliwa na mtu yeyote.